Mnamo tarehe 15 mwezi wa 9 2025, majira ya saa moja na dakika hamsini usiku katika kijiji cha Bukumbi, kata ya Idetemya, tarafa ya Usagara, wilayani Misungwi, barabara ya Usagara Kigongo Feri, kulitokea ajali ya gari lenye namba za usajili T 852 DGP, aina ya Toyota Land Cruiser, mali ya shule ya sekondari ya wasichana Bukumbi, iliyokuwa ikiendeshwa na Boniphace Peter Msonola mwenye umri wa miaka 53 ambaye ni dereva wa shule ya sekondari Bukumbi na mkazi wa Bukumbi. Gari hiyo ilikuwa ikielekea Mwanza kutoka Kigongo Feri, ilihama barabara upande wa kulia na kugongana na gari lenye namba za usajili T 541 DCH aina ya Sino Truck mali ya kampuni ya Nyanza Road Work iliyokuwa ikiendeshwa na Venance Manampo Mashaka mwenye umri wa miaka sitini na moja ambaye ni dereva wa kampuni ya Nyanza Road Work na mkazi wa Buhongwa. Gari hiyo ilikuwa ikielekea Kigongo Feri kutokea Usagara na kusababisha vifo vya watu watano waliokuwa katika gari dogo Toyota Land Cruiser. Katika ajali hiyo watu wanne walifariki katika eneo la ajali na mmoja, ambaye ni dereva wa gari lenye namba za usajili timu ya nane hamsini na mbili DGP aina ya Toyota Land Cruiser, alifariki katika hospitali ya Bukumbi wakati akipatiwa matibabu. Chanzo cha ajali hiyo ni mwendokasi wa gari dogo kulipita gari kubwa lililokuwa mbele yake bila kuchukua tahadhari, kisha kugongana uso kwa uso na lori lililokuwa linakuja mbele yake. Waliofariki katika ajali hiyo ni pamoja na Sista Nelina Semeoni mwenye umri wa miaka sitini ambaye ni mkuu wa shirika la Wakalmeli wa Misionari wa Mtakatifu Teresia Mtoto Yesu, raia wa Italia, pamoja na Sista Lilian Kapongo mwenye umri wa miaka hamsini na tano ambaye ni mkazi wa Tabora Sister Damaris Matheka mwenye umri wa miaka hamsini na moja ambaye ni mkuu wa shule wa sekondari ya wasichana Bukumbi na ni raia wa Kenya, Sister Stella Maris Kamene Muthini mwenye umri wa miaka arobaini na nane na ni raia wa Kenya pamoja na Bonifasi Pita Msonola mwenye umri wa miaka hamsini na tatu dereva na mkazi wa Bukumbi wilayani Misungwi. Majeruhi katika ajali hiyo ni Sister Pauline Vincent Mipata mwenye umri wa miaka ishirini ambaye ni msimamizi wa wanafunzi wa shule ya sekondari Bukumbi, ambaye anaendelea na matibabu katika hospitali ya kanda ya Bugando. Miili ya marehemu imehifadhiwa katika hospitali ya Bugando kwa ajili ya uchunguzi wa kitaalamu. Dereva wa gari namba T 541 DCH Venance Manampo Mashaka. Jeshi la polisi mkoani Mwanza linatoa wito kwa madereva kuchukua tahadhari barabarani kwa kuepuka mwendo kasi, pia kwa watumiaji wengine wa barabara kufuata sheria, kanuni na taratibu za usalama wa barabarani, hadhari za kiusalama wawapo barabarani, ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.